Katika kitabu cha Matthew 10 verse 5, uteremuka 7 na 8, Yesu akawaambia mitume wake, aliwaita akawatuma, akawaambia enteni mkaumbiri, akawaambia msali wa saba, Go ye and preach. Tell the people the kingdom of God is near. Ambieni watu ufalme wa Mungu umekaribia. Mstari wa nane, rebuke demons, cast out demons, deliver sick people, heal the sick people. Give them freely because you have received freely. Peaneni bure kwa maana mmepewa bure. Mi nauliza hivi mitume mnauzanga mafuta. Nani aliwapea hiyo? Yesu tunaona anapea mitume kumi na mbili. Great commission nawatuma, nawaambia, nimewatuma maka umbiri, mwambie watu ufalme mwa wa Mungu umekaribia. Just preach, tell the people kingdom of God is near. Kuna mtu huwa anaongea hivyo? Mimi sikiangi muumbiri yoyote hawa wako na Misi yote awa tv wakiambia watu ufalme wa Mungu umekaribia, watu watubu dhambi zao. Nasikianga tu ninakupea kitambaa, nina nakupea mbom, nakupea maji na naua mchawi. Nani amekupea kazi ya kuua wachawi? siku moja nakumbuka Pita wanaambia Yesu itisha moto ishuke kama Elia, Yesu akawakemea akamwambia hiyo roho mko nayo ya Elia ni mbaya. Waumbiri, mkazi yenu ni kufundisha watu kuua wachawi? tell the people kingdom of God is near, don't sell any item. usiuze mafuta, usiuze maji, usiuze vitambaa usiuze chochote, usiuze vivagio, usiuze matunda. Hata kuna basi akowapa Nairobi ndionanga anapea washirika machungwa apples. Nani alikupea hiyo injili ambayo ipo inasema, give freely you are received free give free. Kwanini munausa anointing? Kwanini munausa vitambaa? Uzini njibu kaani nayo. Naomba watu wa Mungu kondoo waliopotea, kwa maana walitumwa kwa ndoo wa Israeli waliopotea. Nyinyi kondoo mliopotea, unafaa kuamini Yesu Kristo kwanza, akuokoe akukomboe akuweke uru akuoshe dhambi zako, na andike jina lako katika kitabu cha uzima. Hiyo inatosha, then amini Mungu atakubariki na atakutetea. Niliposema hivyo, wengi walisema niko na njaa. Mimi sina njaa, nimeumbiri 20 years sinjakoni mtu yeyote na sita waikoni ni heri nisiwe na kanisa kama nitakoni watu nijenge kanisa, ni heri nisiwe na kanisa, nitahubiri tu gospel vile Yesu alihubiri. Alitoka hii dunia hakuwa na kitu, hata funda aliomba ile alienda nayo.